Ikiwa ni Septemba 25 ya mwaka 2025, ni tarehe 25 mwezi wa tisa mwaka 2025, karibu sana mtazamaji wa Niyako TV kuweza kufahamu zile taarifa mbalimbali za kimichezo, kiburudani, kisiasa, kijamii kutoka hapa nyumbani Tanzania, na tayari tunasema kwamba ni masaa machache yamebaki kwenda kushuhudia ama kwenda kuchezeka mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu, lakini pia ni mchezo ambao unakuwa ni mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu mpya wa 2025 msimu wa mwaka 2026, na hapa namzungumzia ni Simba Sports Club, mara baada pia kutoka kucheza mchezo wake wa awali ama mchezo wa toa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Bogoroni United ya kule nchini Botswana na kufanikiwa kuondoka na alama tatu muhimu katika uwanja kwa maana ya ugenini, akiweza kuondoka na goli moja pekee, goli pekee likifungwa na Eli Mpanzu. Na kuelekea katika mchezo wao wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara leo dhidi ya Fountain Gate FC, mchezo huu unatarajiwa kuchezeka majira ya saa moja kamili usiku katika dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo Simba anakwenda kuikaribisha Fountain Gate eh, katika uwanja wake nyumbani, kwa sababu Simba Sports Club katika michezo yake yote ya nyumbani wameweza kuchagua uwanja wa Benjamin William Mkapa katika kama kuufanya ni moja ya sehemu ya mchezo wake ama kutumika kucheza mechi zake katika uwanja huo wa nyumbani. Nasema kwamba ligi kuu ama ladha ya ligi kuu ya NBC Premier League leo inaendelea, ambapo mnyama Simba Sports Club anawaza msimu wa 2025/2026 nyumbani Benjamin William Mkapa kwa kumkaribisha Fountain Gate na kuelekea katika mchezo huo, hizi hapa ni takwimu za mwisho za mwisho kwa maana Head to head ama kukutana Simba na Fountain Gate katika mechi za mwisho kabla ya mchezo huu wa leo, na kwenye picha unavyoona ni Simba ameshinda michezo yote mitatu na kuweza ku draw ama kupoteza michezo miwili, lakini kwa upande wa Fountain Gate wao wameshinda michezo miwili wakidraw michezo miwili lakini pia uh, kwa maana kupoteza michezo miwili na kudraw mchezo mmoja, lakini mchezo wa mwisho uh, Simba na Fountain Gate uh, ilikuwa ni tarehe uh, 12 mwezi wa tatu mwaka 2024 ambapo Simba dhidi ya Fountain Gate. Hapa Simba iliondoka na ushindi wa magoli matatu kwa moja lakini mechi nyingine ambao walikutana ilikuwa ni kati ya E, tarehe 6 mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa Simba yeye aliweza kushinda ama alitoka sare ya kufungana na Fountain Gate kwa maana ya moja moja, aligawana alama moja moja. Lakini mechi ya mwisho ambayo Simba aliweza kuibuka na ushindi wa magoli e, manne kwa bila, arbatun waarabu wanasema hivyo bila ya Fountain Gate kupata eh, kitu chochote. Hapa ilikuwa ni katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, ambapo Simba ilikuwa chini ya kocha eh, Fadlu David ambapo aliweza kufanikiwa kuitandika eh, Fountain Gate magoli manne kwa bila katika uwanja huo wa KMC Complex na kwenye mechi eh, za mwisho Simba yeye ka liga mabingwa barani Afrika, tunasema ni mechi ya mwisho ama mechi ya mwisho kabla ya kuelekea mchezo wa leo, alicheza Gaborone United na kufanikiwa kuondoka kuondokana uh, goli moja tu, lakini katika mchezo mwingine ilikuwa ni Septemba 16, eh, hapa Simba yeye aliweza kuondoka ama alipoteza mbele ya mtani wake Young Africans katika mchezo wa ngao ya isani ama ngao jamii kwa kufunga goli moja, lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya um, kari ya Kodabi nyingine tena Young Africans dhidi ya Simba Sports Club ambapo hapa alipoteza tena Simba kwa kufunga magoli mawili kwa bila, lakini mchezo mwingine Simba aliweza kushinda dhidi ya Kagera Shuga ambapo hapa alifanyika kuondoka na ushindi wa magu uh, goli moja pekee ambapo hapa Simba yeye aliweza kuondoka na ushindi wa magoli matano 5G dhidi ya Ken Goli, timu ambayo iliweza kupata nafasi eh, kucheza ama kupanda ligi eh, kuu ya NBC kutoka ligi daraja la kwanza, ikijulikana kama ni NBC Championship Ligi, ambapo hapa waliweza kumfunga Ken Goli magoli matano. Lakini kwa upande wa Fountain Gate, uh, mechi yao ya kwanza ambao ali draw ilikuwa ni dhidi ya kati ya Tanzania Prison ambapo hapa alitoka moja moja, lakini mechi nyingine ambayo alipoteza Fountain Gate ilikuwa kati ya Tanzania Prison dhidi ya Fountain Gate, ambapo hapa uh, Fountain Gate alifungwa magoli matatu uh, dhidi ya Tanzania Prison. Lakini uh, mchezo huu aliweza kupoteza kwa kufunga magoli matatu kwa moja, lakini mchezo mwingine alikuwa ni State United dhidi ya Fountain Gate, ilikuwa katika play off, ambapo hapa Fountain Gate aliweza kushinda magoli matatu, eh, huku Stand United akiondoka na goli moja. Lakini mchezo mwingine pia tena Fountain Gate alishinda ni kati ya Fountain Gate dhidi ya Stand United, ambapo hapa Fountain Gate alikuwa ni mwenyeji katika mchezo huo, ambapo hapa aliondoka na uh, ushindi wa magoli mawili kwa bila. Lakini mchezo mwingine ambapo Fountain Gate alitoka kupoteza ilikuwa ni Septemba, kwa maana ya kumi na nane mwezi wa tisa huu, ambapo hapa Fountain Gate aliweza kupoteza mchezo dhidi ya Mbeya City, timu ambayo pia imepata nafasi kupanda eh, kucheza ligi kuu ya NBC Premier League kutoka ligi daraja la kwanza, ambapo hapa mchezo ulimalizika kwa Fountain Gate kufungwa goli moja na kuweza kupoteza hivyo. Kwa ujumla uh, Fountain Gate amepoteza michezo miwili ame, pia amedraw mchezo mmoja lakini pia eh, yeye ameweza kushinda uh, michezo miwili. Lakini kwa upande wa Simba, yeye ameweza kupoteza michezo miwili. Mchezo wa kwanza ilikuwa ni dhidi ya eh, uh, Young Africans ambapo Simba alikaribishwa na Young Africans katika Kariakoo Derby Benjamin Momkapa, Akiri, ni William Mkapa alifunga magoli mawili kwa bila, lakini mchezo mwingine ulikuwa ni ngao jamii, ambapo ni siku za eh, mwezi huu wa tisa, ilikuwa ni Septemba 16, tarehe 16 mwezi wa tisa, ambapo hapo alifunga goli moja pekee. Uh, na kupoteza hivyo. Uh, mchezo mwingine, michezo mitatu ambayo ameshinda ni mchezo wa kwanza ulikuwa ni kati ya Gaborone United, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Elimpanzu akiondo akifungia eh, Simba goli moja, lakini mchezo mwingine ilikuwa ni wa mwisho, ni Ken Godi akifunga magoli matano hapa pia mchezo mwingine ni dhidi ya Kagera Sugar, ambapo hapa pia waliweza e, kuondoka na ushindi wa goli moja. Leo saa moja kamili usiku, Benjamin William Mkapa, mnyama Simba tena dhidi ya Fountain Gate wanakutana tena kwa mara nyingine, e, ikiwa Fountain Gate wanakumbuka rekodi ya mwisho aliyefungwa magoli manne kwa bila. Lakini yote kwa yote, mechi hii itakuwaje? Je, Simba ataendelea endeleza ubabe mbele ya Fountain Gate, ama Fountain Gate atakataa unyonge dhidi ama mbele ya mnyama Simba Sports Club ama je yeah, wote hawa wawili wataweza kugawana alama moja moja. Nasema ni mpaka pale itakapotimu majira ama itakapofika majira ya sa saa moja kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ni leo siku ya Alhamisi, Septemba 25 katika dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo Simba atamkaribisha Fountain Gate

kijamii. Mimi ni kuomba tu, eh, subscribe NIYAKO TV lakini pia bonyeza alama ya kengele. Lakini pia una nafasi ya kutufollow katika mitandao yetu rasmi ya kijamii kwa maana Instagram pamoja na TikTok, tunapatikana kwa jina moja la NIYAKO TV. Mimi naitwa official Motor Msanwaji, The Captain of Entertainment, wengi wananiita hivyo; unaweza kuniita hivyo pia. Kule kwenye Instagram yangu napatikana kwa jina moja la official Motor Msanwaji. Leo ni mnyama Simba dhidi ya Fountain Gate, saa moja kamili, siku Septemba 25, Benjamin Stadio Benjamin Mkapa.